Imetokea leo ametokea mama rais wa kwanza mwanamke, ametukumbuka sisi watu wa Idodi, ambao tunapitiwa na hiyo barabara. Sasa kuna barabara inajengwa na kontrakta wa daraja la kwanza maarufu kabisa ndani ya Tanzania, lakini kwa kiwango cha hali ya juu cha lami na fedha zinazotumika ni nyingi sana, ukizigawa unaweza ukapata zaidi ya bilioni mbili kwa kilometa moja ni barabara kubwa inajengwa kwa kiwango kizuri, na kwenye vijiji vyote ameelekezwa kuweka taa za barabarani, na itachukua miaka mitatu, ingawa itaanza kupitika kabla ya hapo, lakini kuna kazi za kupanda ukoka kwenye kingo za barabara ili mchanga usirudi. Hizo zitaendelea, lakini barabara, nadhani baada ya miaka miwili itakuwa imeanza kupitika. Kwa hiyo kwa sasa ameanza kipande hiki kuanzia huku na baadaye atamalizia upande ule kwenda uwanja wa Samora. Huu mradi peke yake unatosha watu wa Idodi kujitokeza wote elfu tatu kama shukurani kwa Dkt. Samia. Sijui kama mnajua kwamba barabara hii wamefanya utafiti, wamekuja wataalamu wa mafuriko Tanzania, wamekuja kutengeneza design ya kukamilisha ujenzi wa barabara lakini na kukomesha mafuriko. Sasa kwa sababu taarifa hii na wahusu, nataka msikie wote wanasema nini juu ya kukomesha mafuriko ya Idodi? Naitwa Engineer Daktari Machibia Deogratias Magayani. Nasikia ee, mimi ni mhandisi mshauri kwenye mradi wa Iringa Msembe ee, ambapo nafanya upande wa mafuriko na hususa ni katika kijiji cha Idodi ambapo kijiji hiki kimekuwa kikipata mafuriko mara kwa mara. Tumefanya upembuzi yakinifu katika kijiji hiki na tunaleta suluhisho la kuondoa mafuriko katika kijiji hiki, na tunakuja na vitu vitano ambavyo vitahakikisha vinaondoa kabisa mafuriko katika eneo hilo. Kitu cha kwanza ambacho tumekitafiti na kukaona kwamba ni cha msingi kitatuliwe, ni sehemu ya daraja la mto Igogi lenyewe, ambalo lilikuwa na drift lilikuwa chini, ambayo lilikuwa ina hifadhi mchanga uchafu, lakini pia kule uwazi wa kupitisha maji. Sehemu hii tunaenda kuondoa drift, baada yake tunaweka daraja lakini sehemu ya pili ambayo ilikuwa ni chanzo cha mafuriko ni eneo la, la bwawa la Msunda. Katika eneo hili maji yalikuwa yakijaa, yalikuwa yanatelemkia kwenye makazi ya watu, na sasa hivi tutatengeneza mtaro ambao maji yote yale yatakaozidi sasa atakuwa anaenda kuungana na mto Idodi lakini sehemu ya tatu ni sehemu ya ya mto mwingine ambao ni unaitwa Msingi. Hapa kulikuwa na kadaraja kadogo ambao kalikuwa kanazuia maji yasiende mtoni. Sasa katika eneo hili na penyewe tumesema tutaweka ao vatu kubwa zaidi ambalo litaweza kubeba maji yote na kuyashusha kuelekea chini, hayatakata kona, hayatazuiliwa na kufata barabara. Lakini vitu vingine takavyo vifanye ambavyo vita nitasaidia zaidi kuondoa mafuriko ni pamoja na kusafisha mto ridoni kuondoa mchanga ulioko, lakini pia kuondoa chanzo cha mchanga ambacho kiko kule e, Nyamakorongo, ambapo kule utachepusha kidogo ule mto, hautakuwa unapita pale Nyamakorongo ambapo kuna ardhi tifutifu. Kwa hiyo tutaikwepa ile hiyo korongo korongoa maji yake tutayapitisha yaingilie sehemu ambayo ni nzuri na kitu cha mwisho na cha nne kule cha mwisho na ambacho ni tano kama sita, e, tutahakikisha tume tunaweka sasa kalvati mbili kule kule makondeko kule umwagiliaji, ambapo kwa sababu kuna mitaro mitatu, kwa hiyo sasa kila mtaro wa umwagiliaji utakuwa so na maji yake peke yake ambayo itakuwa na inajitegemea ina na haya ndiyo mambo ambayo tunatarajia sasa wakaweza kuleta suluhisho la kudumu kwa kijiji cha, cha Idodi, kukamilika kwa ujenzi huu ambayo ni miundombinu yote e, nidodi hoye.